Uh, bonjour koma sova, je m'appelle William ni baba sita mamawasitautonawafahau. Um, kwa sasa hivi nataka niwasomee ujumbe aza taarifa iliyopo kutokea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imetolewa tarehe thelathini na taarifa hii ni kuwa Rais mstaafu Kabila ahukumiwa kifo. Narudia tena, wenda hujasikia vizuri. Rais mstaafu Joseph Kabila ahukumiwa kifo. Em, ngoja nikusomee taarifa yote. Mahakama ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Septemba 30, imemhukumu aliyekuwa rais wa nchi hiyo, Joseph Kabila, adhabu ya kifo baada ya kupatikana na hatia ya uasi na makosa mengine kadhaa. Joseph Kabila amehukumiwa ni kwa kisa ana makosa ya uasi na vitu vingine kadhaa, ana makosa mengine ambayo ni mengi chungu nzima, na hapa atakwenda kukusomea ili upate kujua ni jinsi gani mambo yalipitika. Mwendesha mashtaka wa serikali aliomba mahakama itoe hukumu ya kifo dhidi yake baada ya serikali kumtuhumu Kabila kwa kushirikiana na Rwanda pamoja na waasi wa kundi la M23 kuteka miji muhimu ya Mashariki mwa Kongo kupitia mashambulizi ya ghafla, na hadi sasa wanaendelea kuishikilia. Miji hiyo ambayo inatajwa hapo ni Goma na Bukavu. Kwa maana sasa hivi M23 ndo wanashikilia miji hiyo kuanzia mwezi wa pili, kwa maana vita huko ilikuwa limerindima kabisa, na watu watu ku, ku, kukimbia na wengine kujificha sehemu ambazo sio sio salama, na wengine waliamua mpaka kujiunga nao ili tu wasipoteze maisha yao. Tunaendelea na taarifa ya habari. Kabila ambaye amekuwa akishtakiwa kwa njia ya kutohudhuria tangu Julai huko akiwa hajulikani alipo, alikabiliwa na mashtaka ya uhaini, kushiriki katika harakati za uasi, kula njama na kusaidia vitendo vya kigaidi, japokuwa mwenyewe amekuwa akikana vikali tuhuma hizo. Joseph Kabila Kabange amekuwa akituhumiwa kesi za uhaini na kushirikiana na magaidi kuweza kupindua ikiwa ingewezekana, lakini kwa kwa kusema tu alikuwa alikuwa na feli na ndo kitu ambacho kimempelekea ki mpaka kuhukumiwa kitu kama hicho, kuepukana na mashitaka yani hawezi kuhukumiwa aza hawezi kushtakiwa, lakini waliondoa wali kinga hiyo, na ndio maana sasa hivi ameshtakiwa na amehukumiwa kifo. Mnamo mwezi wa tano mwaka 2025 Seneti ya Kongo ilipitisha uamuzi wa kuondoa kinga ya sheria aliyokuwa akifurahia Rais Mstaafu Joseph Kabila, kitendo ambacho alikikosa vikali na kukieleza kama kitendo cha kidikteta. Joseph Kabila alikuwa akiishi nje ya nchi kwa hiari yake mwenyewe. Lakini aliripotiwa kurejea mjini Goma mwezi wa 4 mwaka 2025, ambapo Goma ni miongoni mwa miji iliyodhibitiwa na waasi wa M23, ambapo kwa sasa haijulikani kama bado yupo Goma au la. Tufuatilie Mifa TV ili uendelee kupata taarifa mbalimbali updates, na mtangazaji wako ni William Abisampelatan aka Mane Magnet Alekut, ni baba sita. Tufuatilie Mifa TV ni ya kwako, ni ya kwetu, ni ya watu wote. Asante.